Kwa majina anaitwa Annastazia Richard, ni mchumi. Tulikuwa tuna ziara ambayo imehusisha mkurugenzi na management yake. Tumetembelea baadhi ya miradi inayotekelezwa kwa fedha za BOOST na mapato ya ndani. Maendeleo ni mazuri kama ambavyo mpango kazi ulikuwa unahitaji, miradi itatekelezwa ndani ya muda uliopangwa. Kwa majina anaitwa Mwalimu Sostenes Mbwilo, afisa elimu awali na msingi manispaa ya Geita. Leo tulikuwa na ziara ya kutembelea miradi ya BOOST ambapo jumla tulikuwa tuna miradi tisa. Miradi yote tuliyotembelea shughuli inakwenda vizuri, na miradi yote imekamilika angalau kwa asilimia tisini. Kwa hiyo tunatarajia kwamba miradi yetu yote itakamilika ndani ya muda ule wa mkataba, kadri ambavyo tulikuwa tumejipanga na mafundi, na hivyo mpaka tunapokuja kuanza Januari, miundo mbinu yote ambayo e, tumekuwa tume, tukienda nayo katika wakati huu itakuwa imekamilika. Naitwa Dr Sunday Mwakyusa, mganga mkuu wa halmashauri ya manispaa ya Geita. Tumetembelea miradi ya afya ikiwepo kituo cha afya Kasamwa na miradi ya vyoo, ujenzi wa vyoo kwa ajili ya wagonjwa, lakini pia na wodi ya wanaume na chumba cha kuhudumia wajawazito, lakini pia tumetembelea zahanati ya Bunegezi ambayo pia inakarabatiwa kwa baada ya kupokea fedha kutoka serikali kuu tumeona miradi hii maendeleo yake yanaendelea vizuri na tunatarajia baada ya ziara hii kupita mpaka kufika tarehe thelathini kuona miradi hii imekamilika na wananchi wanaitumia kwa malengo ambayo yamekusudiwa. Katika robo ya kwanza ya mwaka wa fedha 25 26 Manispaa Geita ilielekeza fedha za mapato ya ndani kiasi cha bilioni 2.3 lakini tukapokea pia fedha za miradi ya maendeleo kupitia programu ya BOOST ya kiasi cha shilingi bilioni 1.1 kwa hiyo takriban bilioni 3.4 zilielekezwa kwenye miradi mbalimbali mbali ya maendeleo. Na kwa ujumla miradi iko kwenye sekta mbalimbali: elimu mbali, msingi afya, utawala, maendeleo ya jamii na sekta za kihuduma ambazo halmashauri zinatoa. Niwapongeze wasimamizi wa miradi hiyo, mhandisi pamoja na wa idara tumizi, wamesimamia vizuri na miradi mingi iko katika hatua za umaliziaji. Hali ya miradi kwa ujumla ni nzuri, miradi mingi iko bora kwa maana ya kuzingatia viwango, ramani, michoro lakini pia uh, thamani halisi ya fedha ambazo zimeelekezwa kwenye hiyo miradi. Taratibu wetu ni kwamba kila robo itakuwa inaelekeza fedha, na management itakuwa inaelekea kwenye hiyo miradi kukagua, ili kuona hali halisi ya utekelezaji, kwa sababu lengo kuu la halmashauri ni kwa kuhakikisha kwamba tunajenga miradi bora, ili iweze kutoa huduma iliyokusudiwa kwa wananchi.